Manchester United kila anapokaribia kucheza baadhi ya mechi. Kuna historia huwa zinaibuka. Mfano Manchester United alipokuwa akienda kucheza dhidi ya Arsenal walisema Manchester United mara ya mwisho kushinda Emirates ilikuwa ni mwaka 2017. Akaenda akaivunja akamfunga Arsenal goli tatu kwa mbili. Ikaja kwa Man City wakasema mara ya mwisho Manchester United kushinda dhidi ya Man City pale Old Trafford ilikuwa ni mwaka 2023. Akaja Man City akala chuma mbili kwa sifuri. Vivyo hivyo kwa mechi ya Spurs, wakasema kwamba mara ya mwisho Manchester United kumfunga Spurs ilikuwa ni mwaka 2022. Manchester United akaenda akaivunja ile historia. Sasa leo wanakwenda kucheza dhidi ya West Ham. Na sasa hivi kauli inayotamba ni kwamba mara ya mwisho Manchester United kupata ushindi away dhidi ya West Ham ilikuwa ni mwaka 2021. Kauli inayotamba mpaka sasa hivi anasema kwamba mara ya mwisho Manchester United kupata ushindi dhidi ya West Ham away ni ilikuwa ni mwaka 2021 na, na mimi nachoamini kwamba kutokana na yani current form ya Manchester United tuitazama kwa kipindi hiki ambacho wapo chini ya Carrick, inawezekana pia ile kauli wakaenda kuivunja kutokana na namna ambavyo Manchester United wanacheza, lakini pia ukiangalia current form ya West Ham ambao anakwenda kucheza nao, mchezo wa mwisho West Ham kushinda kucheza, ameshinda dhidi ya Burnley, ambayo kwenye ligi tunaitazama Burnley iko nafasi ya 19. West Ham wenyewe kwenye ligi iko nafasi ya kumi na nane. Kwa hiyo utakwenda kutazama ni Manchester United dhidi ya West Ham ambayo inaenda kukutana timu zikiwa kwenye fomu mbili tofauti. Kwa sababu ligi ilivyokaa unaweza ukasema Manchester United anayo nafasi kubwa ya kushinda mchezo wa leo wa away dhidi ya West Ham. Tutakwenda kuona ni namna gani ambavyo Carrick atakwenda kuingia kubadilisha ile historia ambayo inasema mara ya mwisho Manchester United kupata ushindi dhidi ya West Ham ilikuwa ni mwaka 2021 pale nyumbani kwa West Ham.